Saizi, Young Africans anaonekana hataki kushikana popote na watu wenye mamlaka mm, kwenye kutatua hili tatizo, lakini amekuja na msimamo wa kwamba hiyo mechi hatacheza, yeah. Ni uamuzi sahihi kwa hivi sasa kwa upande wa Young Africans. Uh, I think sasa hivi wanavuka mipaka Hatua, uh, kudeclare, kwa sababu inafika hatua kudeclare kusema kwamba hauna imani na watu wenye mamlaka ya mpira huko ni kwenda juu zaidi ya mipaka yako. Leo hii uh, sehemu pekee ambayo ingeweza kuresolve hili jambo ambalo tunalizungumza hapa ingekuwa ni kama wao wangekubali kuchutama na kurudi kupata haki yao kupitia kamati zilizopo ndani ya shirikisho. Mwisho mm -hmm, wa siku hizi kamati zinaweza zikatoa verdict ambayo wao hawajaridhika nayo na wao wakaenda hatua za juu zaidi. Nimekuwa muumini wa haki miaka yote, muda wote nilikuwa na, nasimama na watu ambao wataidai haki, lakini imefika hatua naona mitaza ambayo tulikuwa nayo na Young Africans inazidi kukinzana kwa sababu kama hutaki kurudi kwenye mamlaka husika, unataka haki yako ipate wapi? Mwisho wa siku ukiamua kugoma okay, Sasa utagoma what if, na hawa ambao unawagomea ukisema kwamba hawana hawatendi haki, kuna siku wataamua kutenda haki, je, utaipokea hiyo haki? Kwa sababu hapo it means hawa watu uliosema huwa hawatendi haki, kuna siku wataamua kuisimamia hiyo haki, na hiyo haki itakufanya wewe uumie mara mbili kuliko ambavyo ungeumia kama tu ungekubali kurudi kusikilizana nao mezani, kwa sababu leo hii usipoamua kusikilizana nao, hawa watu bado pawa iko kwao. Yaani ni sawa na mtu amepika chakula na kukaribisha kula, alafu unamwambia mimi chakula chako sili. Haujamkomoa yeye, ataendelea kula hicho chakula kwa sababu ni yeye aliyekiandaa na, na kiko kwenye jurisdiction yake.